Taarifa juu ya kurejea kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika taifa hilo ni taarifa ambayo kwa hivi sasa inapokewa kwa hisia mseto na wananchi katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo lipo katika mapigano, hasa katika eneo la mashariki ambapo M23 wanaudhibiti katika baadhi ya maeneo ya ukanda huo. Katika kumulika taarifa juu ya kurejea nyumbani kwa Joseph Kabila, rais wa zamani wa taifa hilo, limemkaribisha Tumaini Biamungu Eli ambaye huyu ni kiongozi katika chama cha kimapinduzi cha Movement Article 64 na nimetaka kusikia kutoka kwake kurejea nyumbani kwa Joseph Kabila kunatoa ishara gani katika siasa za taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na mvutano unaoendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo. Ndiyo, tunapokea vizuri sababu ilikuwa moja ya, ya ombi la Wakongomani, kwani wameteseka sana, na walikuwa wanatarajia ujio wa rais mstaafu, kwa kuwa ni yeye baba wa taifa na yesiri za nchi na ambaye aliacha nchi ikiwa yote mzima na kusikia kwamba atarudi nchini Kongo italeta amani kabisa. Wakongomani wanafurahi wanashukuru sana, kwa kuwa nchi imebomoka sababu ya ubaguzi, wizi na vita hapa na pale, security inakuwa mahali na pale, lakini mzazi huyo rais ak akirudi kuna kitu kizuri sana ambacho kitakutokea kwa wananchi ambacho kinaitwa amani. Ni mambo gani ambayo mnafikiri kwamba yatakuwa ya, ya kipekee sana kwa aliyekuwa rais kama atarejea nyumbani? E, sharti arudie nyumbani, arejee nyumbani. Ye ni mkongomani na wakongomani wanamtaka mcheo wake itakuwa nzuri kuleta mchango wa amani. Ijapokuwa eh, rais Felix apendi eh, wapinzani warudi, sababu hii vita kwake ndio business inamsaidia kujificha, kwani ameshindwa uongozi bora eh, sasa anaonesha vita. Sasa kama wapinzani wanarudi eh, uchi yake itaonekana na mabaya yake, kwani ameshindwa mahali pote ameshindwa Eh, anafurahia vita ndio maana Felix hapendi amani na hapendi ujio wa wapinzani. Kuna taarifa zinaelezwa kwamba kwa katiba ya taifa la Kongo anaweza akarejea nyumbani na akawa ni moja kati ya watu ambao anaweza akarejea katika nafasi ya kuwania tena uraisi katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine kama atakuwa na uamuzi huo, ninyi katika uwanja wa kisiasa, mnalitazamaje hili? Akiwa na uamuzi huo iko libre hana kikwazo ya kutogombea kwa raisi. Mkongomani na katiba ya nchi haimuzuie kutogombea wala kutafuta kuwa rais yeah. Ni watu wa UDPS chama cha rais Felix ambao wanaoga, sababu walitaka kufanya nchi kuwa kitu yao ya jamaa, wajifanye wadikteta kuzidia hata Mobutu. Hawataki mtu yoyote yule upinzani wala mwanasiasa kusema, donc wao hata wanadanganya waibe mali ya nchi. Wameshindwa mahali pote, ukiona hata Kinshasa vile imekuwa bahari, hakuna hata mifereji. Wao ni kuiba pesa na kusafiri. Unaona Felix anasafiri ulimwengu pote, hakuna kitu cha maana. Ni Kongo, ni wakongomani wote. Kongo sio ya Felix Tshisekedi, Kongo sio ya chama yake IDPS, Kongo sio ya familia ya Tshisekedi, Kongo ni wakongomani wote. E, lakini kuna baadhi ambao wanaona kwamba kama Joseph Kabila atarejea pengine mgogoro unaweza ukawa ni mkubwa zaidi. Kwa nini wewe hauna hofu juu ya hilo? Mgogoro itakuwa wapi? Wakati Rais Joseph Kabila, baba mtukufu, Rais Joseph Kabila aliacha nchi yote, ilikuwa pamoja na amani, haikukuwa kama gizi iko tena. Mgogoro itakuwa wapi? makati mwenye amebomoa Kongo ni Felix Tshisekedi. Yeye mwenyewe ndiye ana support M23 sababu, na anazungumza nao kwa siri bila kuembea wa kongomani, hata government yake haijuake, ila anaonesha wananchi wale ndio maadui, wakati Kinshasa hakuna mifereji, maji inakuwa mahali pote, Kinshasa inakuwa bahari anaonesha kama ni Rwanda ndio ime, imeleta hiyo imeleta maji kujaa Kinshasa. Watu wakikufa na njaa anasema ni Rwanda ndio imeleta watu wakufe na njaa. Unaona kama Tshisekedi ndiye adui wa Kongo kama kila siku vile tunavyosema. Yeye anataka akizungumza na rais wa Rwanda wazungumze wao wenyewe. Mtu mwingine hawezi zungumza na rais wa Rwanda. Yeye anazungumza naye ila anaonesha wakongomani kama huyo rais wa Rwanda ni adui. Sasa, SK kwa nini rais Felix anataka kugawanya wakongomani? Anataka kuwagawanya na wa na nataka kugawanya Wakongomani na, wa na, na marais wengine wala wananchi wa nchi zingine, iko vibaya sana. Mi nataka wasikilizaji ambao wanakusikiliza wapate kuelewa zaidi ushawishi wa Joseph Kabila ni mkubwa kiasi gani katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pengine ushawishi wake upo katika maeneo yapi hasa. Sio ushawishi, ungesema upendo. Wakongomani wote wanampenda, wanaomba arudi sababu wanateswa, kuzidia gizi kwa awamu yake walikuwa vizuri Hakuna ushawishi mbaya ambayo rais Kabila iko nayo. Hakuna, amenyamaza muda wa miaka sita bila kusema, hiyo yaimanisha kwamba ni rais mzuri ambaye aliachia Tshisekedi mudaea kutumika. Anataka sasa amaliza wapinzani wote wa uwe na kuwafata mali pote wako, sasa rais anasema anataka rudi sababu ni mkongomani na wakongomani wanampenda arudi. Sio ushawishi mbaya hiyo. Ni mafanikio gani chini ya Kabila ambayo yanabakia kuwa ni kumbukumbu nzuri katika taifa la Kongo? Kwa sababu tunakumbuka kwamba hata katika utawala wake vita viliendelea kushuhudiwa katika taifa la Kongo. Ushawishi e, unasema faida ya Rais Kabila, kitu cha kwanza Kongo ilikuwa moja, ubaguzi haikukuwa na kitu kingine. Mheshimiwa Rais Joseph Kabila aliacha dolari ilikuwa kwa kumi na sita leo dolari iko makumi tatu na mbili Donk imekuwa ime, ime, ime, ime fd imethibitisha mara pili. Kwa hiyo awamu ya Rais Felixi Magat alisema kwamba atafanya Kongo kuwa Ujerumani wa Afrika na Wakongomani watakuwa nakula mara nne kwa siku, ila Wakongomani leo hii wanakula mchanga na mchanga wanaikosa. Hiyo yote ni mengi ambayo Rais amefanya, amejenga barabara e, ya lami kutoka Kinshasa hadi Kongo huko wanaita Matadi hadi huko Boma, huko kwa Kasavubu. Amejenga barabara ya lami kutoka Kinshasa hadi Kikwiti, huko wanaita ni jimbo la Bandundu, na pengine pengine ambapo alianzisha ngambo za Kisangani huko. Lakini Felix Tshisekedi rais huyu hayawahi kufanya hata sentimeta moja ya balabala, wakati amesema atajenga eh, zaid ya eh, elfu thelathini na nane ya balabala hata santimeta moja hadi sasa hajafanya haja. Rais Felix Tshisekedi ni moja kati ya marais ambao ameleta mapinduzi makubwa sana katika sekta ya afya. Tunaona huduma za afya zimeboreshwa kwa kiwango kikubwa, hasa tumeona pia katika masuala ya uchumi kuna wakati fulani uchumi inaliswa kwamba ulitulia kwa kiwango kikubwa kabla ya mgogoro wa kivita kutokea, na haya ndio yalipelekea kuweza kurejea tena katika muhula wa pili. Kwa nini hamkubaliani ya na yale ambayo rais anayafanya, na wakati wote mnatengeneza chuki dhidi yake? Sisi hatutengeneze chuki. Unajua, sisi ni Wakongomani na shida za Kongo ni za Wakongomani, ambayo rais Felix anawaeleza watu wako nje ni uongo utupu. Unajua chama chake cha UDPS cha kazi yao ni kutangaza uongo, nyinyi munaeleza uongo na hiyo uongo wakati unaisema, kwanza ndugu jurnalisti Wakongomani wakusikia watakupiga majewe. Hiyo ambao unasema hatuielewe na hatujua unatosha maneno wapi un... Wakongomani walitoa dawa ya afya Kongo. Kongo haina hospitali, haina madawa. Sasa ambao anaeleza huko ni Kongo alieleza kama Kongo itakuwa Ujerumani ya Afrika. Sasa nyinyi mmekuja Kongo, mmemona Ujerumani? wakati mmefanya mavideo, mnaona bahari ambayo inakuwa mvua inanyesha. Kongo haina mifereji ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, hiyo imekuwa Ujerumani? sinaona kama wanawatangazia wanawatangazia u Wakati wa kampeni lilimsikia JB Mpiana lakini nikamsikia Werason Ngiama katika wimbo wa Fashibe, tumesikia tu na- anaeleza JB Mpiana namna ambavyo ameboresha huduma hiyo. Inaonyesha kwamba kuna hatua ambazo zimepigwa na raisi wao. ni, ni wachezaji wa muziki wao ni wanamuziki. Mwanamuziki anachukua wa kwa pesa, hata wewe ukampa pesa atakuimbia. Mwanamuziki yeye mambo ya siasa sio, hata anaweza kuimbia mbuzi. Hata mbuzi kampa pesa ataimbia mbuzi donge. Hiyo hawezi kuchangisha music na mambo ya siasa. Kwanza unajua watu wa watu, ndugu zetu ya Kinshasa wako ndani ya distraction distraction. Wao wanapenda muziki na ulevi, na ndio hapo sasa Felix amepata wakongomani ambao wako ndani ya mji mkuu wa Kinshasa kupitia ulevi na music wanasau, music wanasahau kile kinachoendeka sababu ya music hiyo, ni distraction. Nataka nisikie kwa nini wewe kama mmoja kati ya chama cha siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unafurahi kurejea kwa Joseph ya Kabila katika taifa la Kongo? Furaha sio peke yake ya rais, mheshimiwa Rais Joseph Kabila. Furaha iko kusema mheshimiwa excellence Moise Katumbi naye arudi, Frank Diongo arudi, journaliste Pero Rovara, wako wengi ambao wako nje ya nchi ambao Felix amekimbiza amekimbiza kutaka kuwaua sababu hapendi mpinzani eh. Furaha kusema wa, wa wananchi, wanasiasa, wananchi warudie nchini warudie nchini basi, tutafurahi. Watu wote wavukie nje, kwa nini? Kwa faida gani Chis, warudi nchini. Nchi sio ya ya Felix, nchi ni ya wakongomani wote. Basi watamwachia nchi, sio yake, alinunua wapi? Mtu anabomoa nchi anaibomoa kwa ubaguzi na wizi. Mtu anaiba nchi anaifanya kuwa ya jamaa, hata anakamata mtoto wake wa miaka ishirini anamfanya kuwa sekreteri wake anakamata eh, kila mahali pote, ambapo kuna mapesa, kuna ma, majukumu ya nchi inakuwa mtoto wa mjomba mkubwa yake mama yake. Mambo kama nchi ya Kongo ina zaidi ya makabila mia nne na hamsini basi hiyo kitu kama hiyo hatutakubali na hakuna mbano za kubali, kubali mi, okay. mi, mi nashukuru sana kwa kuzungumza kuzungumza nasi nasi siku siku ya ya